Tulikula mtama kwa maji tukanawiri kuliko wao, hatukupambwa kama wao, tukapendeza zaidi yao. Walitubadilisha majina, hawakubadili hatima. Walipotutupa shimoni, tukaibukia hiku kule, walikotusukumia Ndipo Mungu upumzikia. Walizani wametukimbiza, kumbe wametusindikiza. Tulikula mtama kwa maji tukana wili kuliko wao, hatukupambwa kama wao tukapendeza zaidi yao. Walitubadilisha majina, hawakubadili hatima. Walipotutupa shimoni tukaibukia iku kule walikotusukumia, ndipo Mungu pu